<G trabajo> unajua uh, zamani ilikuwa klabu yenyewe ilikombain, hakuna hela tunakula tu hotelini basi. Tukitoka pasentaba ishirini, basi tunapanda basi kila mtu na lake, kwa sababu ilikuwa zamani ni sifa, ukichaguliwa kwenye mkoa ni sifa alafu kwenda hizi klabu kubwa Simba na Yanga ni sifa vile vile, lakini hakuna pesa eh, lakini muda unavyokwenda, wachezaji wetu wale vijana kama wale wanaweza kuambia mambo ya sifa, kwa sababu anajua akitoka hapa, hata akienda Ruko atapata kazi. Kazi yenyewe ni mpira hasa. Mimi nasema kwamba kitendo cha kufanya TFF kwa kuanzisha namna hii Tanzania, sasa hivi mimi nasema, naomba wachezaji awachwe zaidi ya miaka miwili uone kwa sababu hata sisi bado tushafanya junior league. Hata hizi timu kubwa walikuwa wachukua wachezaji kutoka katika hizo hizo junior league, lakini ilikuwa hatuna upeo kwa tunacheza papa kwetu. Lakini hawa wazetu wapata scholarship au wazetu wapata manake, tuseme au study tours, maake wanatembea washatembea China, washatembea Germany, washatembea wapi sasa bado tu. Lakini ujue kwamba wale watu wa, hawa viongozi wanawatumia wakala wao kutembea na kuwatafuta wachezaji. Sasa si ajabu mnaweza mkasikia tumepata wakala anayependa Tanzania. Maana Tanzania wakati zamani inakuwa hakuna sana, lakini sasa hivi sababu tunaipata ndio maana zetu. Ghana walianza siku nyingi, Nigeria wameanza siku nyingi, Cameroon wameanza siku nyingi, lakini walianza wadogo. Mimi nasema uongozi wa FAT ama wa FAT, eh, kwa wa TFF minasema kwamba nawapa asilimia 80, wanaweza na sapoti ya serikali ikiwasaidia, navyo mjua mimi waki, wakiemba waziri wetu anapenda michezo, atakuwa karibu sana na mambo haya.